Mambo, mpango uwekezaji viwanda na biashara, asante sana. Nashukuru ama ya yote, naomba kuanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kuwepo hapa siku ya leo katika tukio muhimu hili vile vile, na la kihistoria vilevile, naomba kuwashukuru viongozi wa Chemba ya Wanawake Wafanyabiashara Tanzania kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa maadhimisho ya miaka 20 ya TWCC pamoja na kufungua kikao kazi cha wadau kuhakiki taarifa ya awali ya utafiti juu ya ujumuishaji wa kifedha kidijitali kwa wanawake na vijana na na fasihi, na ushiriki, na shiriki, na wafanyabiashara nchini Tanzania. Naomba kutumia nafasi hii kuwapongeza nyote mnaoshiriki ambao mmeshiriki, na vile vile kuwapongeza waandaaji kwa shughuli hii kipekee. Naomba kuwapongeza TWCC kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii, lakini vile vile naomba kuwapongeza Trade Mark Africa kwa kuendelea kuwekeza katika uwezeshaji wa wanawake kupitia TWCC. Sote tunafahamu kuwa siku ya leo ni siku ya kipekee na ya kihistoria kwa Chemba ya Wanawake Wafanyabiashara Tanzania, kwani ndio siku ambayo miaka 20 iliyopita TWCC ilisajiliwa rasmi kwa dhamira ya kuwaunganisha kuwawezesha na kuwatetea wanawake wa jasiriamali nchini Tanzania. Miaka ishirini ni miaka ya mtu mzima aliyezaliwa akasoma na akafikia umri wa kujitegemea. Furaha ya mzazi yoyote ni kwamba mtoto amekuwa na amefanikiwa. Katika kipindi cha miaka ishirini iliyopita tumeshuhudia kwa dhati ukuaji na mchango mkubwa wa TWCC kutoka kuwa wazo hadi kuwa taasisi imara ya kitaifa inayowakilisha maslahi ya wanawake wajasiriamali na wafanyabiashara katika sekta mbalimbali za uchumi na katika mikoa yote ya Tanzania. Kupitia kazi zake, TWCC imefanikiwa kuboresha mazingira ya biashara na kuwa sauti ya wanawake wajasiriamali nchini katika masuala ya sera. Mafanikio haya yanadhihirisha mshikamano, uthubutu, ubunifu na uongozi thabiti wa wanawake wa Tanzania kwa kushirikiana na serikali na wadau wa maendeleo, TWCC mmedhihirisha kuwa katika miaka ishirini mmeweza kusimama, kukua, kuleta matokeo, matokeo na kuwa endelevu. Taasisi ikidumu kwa zaidi ya miaka kumi ina maana misingi ya uendeshaji ina weledi, ufanisi na mipango mizuri ya utendaji kazi. Naomba niwapongeze sana kwa miaka ishirini ya utukufu miaka ishirini ya dhamira ya dhati ya kujenga uchumi jumuishi miaka ishirini ya kuwawezesha wanawake kiuchumi na miaka ishirini ya kuona matokeo ya namna wanawake wanavyosimama kiuchumi na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya taifa letu. Pongeni sana TWCC. Ndugu zangu kule mnapotokea Mbinga wanasema, ndugu washiriki. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan inatambua mchango mkubwa wa wanawake wa jasiriamali katika kukuza uchumi wa taifa, kuongeza ajira, kupunguza umaskini na kuimarisha ustawi wa jamii wa kwa ujumla. Ni dhahiri kwamba wanawake wanapowezeshwa kiuchumi, familia zinapata ustawi, jamii zinapiga hatua za maendeleo na taifa linajengeka kiuchumi. Mheshimiwa Rais wetu amekuwa kinara katika eneo la kiuchumi kwa wanawake na vijana, na yote hii ni kuhakikisha wanawake na vijana wanashiriki kikamilifu katika shughuli za biashara na uchumi. Serikali inaendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha wanawake na vijana wanashiriki kikamilifu katika uchumi ahizo, wa taifa lao. Hatua hizo ni pamoja na kuendelea kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara nchini kupanua upatikanaji wa mikopo na mitaji na, na vinyana, huduma jumuishi za kifedha kwa wanawake na vijana, kukuza ujasiriamali, ubunifu na matumizi ya teknolojia na mifumo ya kidijitali, pamoja na kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na taasisi za sekta binafsi ikiwemo TWCC. Serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na TWCC katika safari ya uwezeshaji wa wanawake kiuchumi katika ajenda mbalimbali ikiwemo hii ya ujumuishaji wa kifedha kidijitali ambayo ni muhimu katika uchumi wa sasa unaongozwa na teknolojia. Maadhimisho ya miaka ishirini ya TWCC sio tu fursa ya kutafakari mafanikio ya safari iliyopita, bali pia ni wakati wa kujiwekea dira na mwelekeo mpya kwa miaka ijayo. Katika miaka ishirini ijayo, serikali inatarajia kuona TWCC ikiwawezesha wanawake kupanua biashara zao hadi masoko ya kikanda na kimataifa ikiongeza ushiriki wa wanawake wa vijijini na waliopo mapembezoni, ikikuza wajasiliamali wanawake chipukizi na vijana, ikiweka mkazo katika biashara za kidijitali ubunifu na biashara rafiki kwa mazingira, pamoja na kujenga mnyororo wa thamani inayoongozwa na wanawake. Serikali iko tayari kuendelea kuwa mshirika wa karibu katika kufanikisha dira hii kwa manufaa ya taifa letu. Sote tumesikia hapa kuhusu safari ya TWCC na mafanikio yake katika miaka ishirini. Kwa kweli, napenda kuwapongeza sana kwa kuwa mfano bora wa taasisi imara ya wanawake. Ninahakika tutajifunza zaidi kwa kuona matunda ya miaka ishirini yenu wakati wa shughuli za maadhimisho zinazotarajia kufanyika mwakani. Nami na ninawatakia kila laheri katika maandalizi, na mimi kama waziri wenu nitashiriki kikamilifu. Naomba pia kutumia fursa hii kuwashukuru sana mmetueleza hapa leo. Baada ya tukio hili, kuna warsha ya kupitia utafiti ambao umefanywa kuhusu ujumuishaji wa kifedha kwa wanawake na vijana wafanyabiashara nchini, ambayo inahusisha fursa za kidijitali kwa wanawake na vijana. Niwapongeze sana kwa kuona umuhimu wa kuwaleta karibu vijana na kuona namna tunavyoweza kuwashika mkono vijana kiuchumi. Teknolojia ya kidijitali imekuwa nyenzo muhimu katika kuimarisha biashara za wanawake na vijana katika mazingira ya sasa ya uchumi wa dunia. Uh, dijitali hupanua masoko na kuwezesha wafanyabiashara kufikia wateja wengi zaidi kupitia mitandao ya kijamii, tovuti na majukwaa ya biashara mtandaoni bila gharama kubwa. Matumizi ya mifumo ya malipo ya kifedha ya kidijitali kama simu za mikononi na benki mtandao zinaongeza usalama, uwazi na ufanisi wa miamala ya kifedha na hivyo kurahisisha usimamizi wa mapato na matumizi na hivyo kuongeza uaminifu wa, wa biashara na inaweza kusaidia wanawake na vijana wafanyabiashara kupata mikopo na uwekezaji. Dijitali hutoa fursa za mafunzo na ujuzi kupitia majukwaa ya mtandao, jambo linalowezesha wanawake na vijana kujifunza masoko, usimamizi wa biashara, ubunifu wa matumizi ya teknolojia bila kuathiri majukumu mengine walionayo. Aidha, dijitali huongeza ushindani na ubunifu kwa kuwezesha wafanyabiashara kutumia takwimu kufanya maamuzi sahihi, kuboresha bidhaa na huduma, kujenga chapa zenye ushindani katika masoko ya ndani na kimataifa. Kwa ujumla, uwekezaji katika teknolojia na dijitali ni hatua muhimu ya kuwawezesha wanawake na vijana kiuchumi, kupunguza upungufu wa ukosefu wa ajira na kurahisisha maendeleo jumuishi na uendelevu wa taifa. Tunawapongeza sana TWCC kwa kwenda mbele zaidi na kuamua kuchukua hatua kuhakikisha vijana wanakuwa sehemu muhimu ya kutumia fursa za kiuchumi zilizopo kwenye mtandao. Mheshimiwa ameweka mikakati ya kuhakikisha tunaongeza vijana kwa ajira kwa vijana, na mojawapo ya sekta muhimu ni sekta yetu ya viwanda na biashara, na mojawapo ya maeneo ya muhimu ya sisi kuendelea fanyia kazi na kutusogeza ni kuwekeza katika miundo miundombinu ya kidijitali ujuzi pamoja na tehama. Ninaamini kwa pamoja na kwa ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na taasisi kama TWCC, tutaleta tija kwa wanawake na vijana, na vile vile hawatabaki nyuma katika mapinduzi haya yaliyopo ya kidijitali. Ndugu zangu, ninapoelekea kuhitimisha, ninafahamu wadau wengi wamewashika mkono TWCC katika kipindi cha miaka 20 na hapa tumewaona wadau kama trademark. Mimi naomba niwashukuru sana na ninaomba kutumia fursa hii kuendelea kutoa wito kwa wadau wote kuongeza na kuimarisha ushirikiano wao na TWCC katika uwezeshaji wa wanawake na vijana, taasisi za kifedha kubuni bidhaa na huduma rafiki kwa wanawake wajasiriamali hususan katika eneo hili la fedha la kidijitali sekta binafsi kujumuisha biashara zinazoongozwa na wanawake katika mnyororo wa thamani, na wanawake wajasiriamali kuendelea kuwa wabunifu jasiri, wenye maono na mshikamano. Mama Rais hapa wakati anaongea alisema kwa kuwa mi ni mwanamke, basi lugha zetu zitashabihiana. Ni kweli, ninawahakikishia ushirikiano wa kutosha. Naomba kwa mara nyingine tena niwapongeze TWCC kwa kushirikiana na ft pamoja na FSDT, na Trademark Africa kwa taarifa ya awali iliyotokana na utafiti ambayo umefanywa kuhusu ujumuishaji wa kifedha kwa wanawake na vijana wafanyabiashara nchini. Ni matumaini yangu kuwa taarifa hii itakapokamilika, wizara na serikali tutapatiwa, nasi tuweze kuona maeneo ambayo tumefanya vizuri katika ujumuishaji wa kifedha na yale maeneo ambayo yanahitaji msukumo ili kuhakikisha wafanyabiashara wetu hasa wanawake na vijana wanaweza kupata mitaji ya biashara kwa urahisi, pamoja na kufanya malipo kidijitali bila vikwazo. na watakia kila la heri wadau wote mnaoshiriki katika warsha hii. Sasa ninapohitimisha katika siku hii ya kihistoria, ninayo heshima kubwa kutangaza rasmi kwamba uzinduzi kutangaza rasmi uzinduzi wa maadhimisho ya miaka 20 ya Chemba ya Wanawake Wafanyabiashara Tanzania TWCC chini ya kauli mbiu miaka 20 ya kuwawezesha wanawake kiuchumi. Aidha, sasa mmepigia makofi. Aidha, naomba kutangaza rasmi kufungua kikao kazi cha wadau cha kuhakiki taarifa ya awali ya utafiti juu ya ujumuishaji wa kifedha kidigitali kwa wanawake na vijana wafanyabiashara nchini Tanzania. Asante sana mheshimiwa.